Na kwa bahati nzuri, serikali yetu hii ya awamu ya sita kwa mazingira ya sasa imetuletea watumishi wa kada mbalimbali wengi sana tuna, bado tuna upungufu, lakini angalau kwa kipindi cha hivi karibuni tunaona zile sekta nyeti zina watumishi. Afya tuna watumishi, elimu tuna watumishi, eh, kilimo wapo. Tena siku hizi kilimo, zamani tulikuwa tuna shida kule, angalau sasa wamepelekwa hata kwenye ngazi ya kata. Tujamaliza kata zote, lakini wapo na wengine kama ulivyosikia wamejitambulisha kwenye kata. Tumejaza watendaji wa kata, watendaji wa vijiji pia wapo. Yako maeneo machache machache ambayo yanaweza yakawa na, na shida, lakini sio kama kipindi cha nyuma. Kwa mazingira hayo, tuna uhakika kabisa kwamba yale ambayo mliahidi kupitia ilani, yale ambayo mlidhamilia kwamba serikali yatekeleze, sisi kama watumishi katika eneo hili tuliokasimiwa, la utendaji la halmashauri ya Bumbuli tunaweza tukayafanyia kazi na yakafika kama mnavyo tamani. Tunaamini kwa ujio wako wa haraka na mapema hivi, basi spidi ya utekelezaji wa hali ambayo mmeahidi pia itakuwa kubwa, na kwa namna ambavyo nimepata background yako na nimekufahamu, ulikuwa mtumishi mwenzetu, kwa hiyo mambo mengi ya kitendaji unayafahamu, kwa hiyo itakuwa rahisi kusukuma upande wa serikali lakini upande wa sisi watumishi kwa namna ya kutenda ili mambo yaende. Ndugu zangu, tumebahatika kuwa na mbunge ambaye kitaaluma ni mhandisi. Sasa mainjinia, mkae vizuri, kwa sababu ukiwa na mbunge ambaye engineer yako mambo anayafahamu, sasa ukileta tofauti tofauti kidogo, ni rahisi kutolewa dosari. Hiyo ni salamu tu ya mkurugenzi wenu, sio ya kwake, hivyo ongea kwenye management. Nimemwahidi mbele yenu kwamba sisi kama watumishi tutampa ushirikiano unaostahili, sio kwa sababu tu ya mbunge, kwa sababu sisi tumeletwa hapa kutumikia wananchi, na wananchi mwakilishi wao ni mbunge huyu ambaye wamemchagua hivi karibuni. Kwa hiyo tuna wajibu wa kikatiba na kisheria kabisa kuhakikisha kwamba anafanikisha yale malengo ambayo ameyapanga na wananchi wanayategemea kutoka kwake. Mheshimiwa mbunge karibu sana, kikao hiki ni cha kwako. Uliomba usalimiane na watumishi angalau hawa wa makao makuu, mimi kwa niaba yao nikukaribishe sana na bila kupoteza muda nikupe nafasi sasa uongee na watumishi kadri utakavyoona inafaa. Karibu sana, watendaji, maafisa watendaji wetu wa vijiji, mko kwenye mazingira magumu saa zingine kuliko hata walimu mara nyinyi mnaenda zaidi na mmetusaidia mambo mengi kwenye jimbo hili kutatua migogoro. Najua bado, mkurugenzi, kwa jimbo la Bumbuli bado kuna migogoro baadhi ya maeneo, lakini kwa kupitia maafisa mratibu, wanaitwa waratibu tarafa au makatibu tarafa, afisa tarafa kupitia maafisa tarafa na nyinyi watendaji, bado haya mnaweza mkayashughulikia, na mkiona yamekuwa mazito msiache kutuambia kwa sababu tunaweza tukawachukua maDC sisi kwenye migogoro tunaingia, lakini inatakiwa nyinyi mwe mmetangulia, kwa sababu utakapoigawa ile keki unaweza ukashangaa wengine huku wanalalamika kule. Kwebamba kuna eneo lina mgogoro kati ya sisi na na wilaya jirani pale, kuna huo mgogoro lakini, hapa Maheza Nguu na wilaya nyingine pale, kuna mgogoro, yaani kuna maeneo hayatambuliki ni upande gani ni upande gani. Sasa haya mambo inawezekana wakwetu Bunguli ndio wameingia eneo la watu, inawezekana wale wakule ndio wameingia huku na sisi tukale maji lakini watendaji, haya msiyafumbie macho, jaribuni kuhakikisha kwamba mnapata zile taarifa halisi, kwa sababu kuna wengine wanahisi hawajatendewa haki. Kwa hiyo mwyafuatilie hapo. Kwa hiyo kuna, kuna maeneo kama haya, nadhani amefika kama maeneo matatu, lakini haya mawili nayakumbuka, nilikutana naye. Kwa hiyo wale wa tarafa na wale wa watendaji wetu wa wakata na vijiji, kuna mambo mengi kule mnayafahamu. Kwa kupitia wazee wetu maarufu, watawaeleza ile mipaka, lakini ikionekana bado sio jambo la kumaliza, bado tuna watu wetu wa ofisi za ardhi, wana vipimo halisi, tunaweza tukawahitaji. Na huenda ikionekana ni gumu sana, hata kutumia mheshimiwa DC na mheshimiwa DC, wakakaa wakaongea kiserikali, wakatusaidia. Lakini kingine cha kushukuru mimi nimeona hawa maafisa kilimo, maafisa mifugo, wewe ndio una takwimu sahihi. Tuna shida, lakini mimi nimeanza kushukuru kwamba wapo. Kwa hiyo tuna washauri wazuri wa kuwashauri wapiga kura, tuna washauri wazuri wa kuwashauri Wanabumbuli mpaka vijijini kule, hili sina wasiwasi. Lakini walimu tunao walimu wa kutosha kwa kweli. Kuna baadhi ya maeneo yana matatizo kidogo. Najua afisa elimu shule ya msingi hayupo, ana udhuru, lakini yakuja vizuri sana na kuna shule moja nadhani ndiyo ya mwisho, Kwembalazi. Kwa bahati mbaya, Kwembalazi ndiyo kijiji nilicho, ndio kitongoji nilichozaliwa kipo ndani ya Mweni yamba ndio kitongoji kile ambacho nimekuwa nimewinda ndezi pale, afisa utumishi, nimewinda ndege pale. Sasa mimi tangu siku nyingi ananifahamu mkurugenzi, tumefahamiana kupitia kuongea kwa ule uchungu tu wa maendeleo, hasa mambo ya taaluma, kwa sababu ndio yamesababisha sisi wengine tufike hapa. Pale Kwebarazi ni shule ambayo ilikuwa nayo inafanya vizuri tu kama shule zingine lakini mwaka huu nikaona imejeruhiwa kidogo. Nadhani haya ni marekebisho madogo ya kufanya, lakini pia si, vibala, si vibaya ufuatiliaji au uchunguzi ukafanyika, tukaona kama, kama kuna shida ya walimu katika usimamizi hata tukambadilishia mazingira kidogo <coughs> ingawa kauli mbiu ya Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati anatuhudumia anatuhutubia pale bungeni, bunge letu la kumi na tatu ana misimamo yake aliyoeleza ya <coughs> na hii tunaindukuu ya pamoja. Amesema watumishi wazembe, watumishi wasiojua wajibu wao, watumishi ambao hawako tayari kubadilika, tutawabadilikia sio tutawabadilisha, mkurugenzi. Hmm, e, tutawabadilikia sio tutawabadilisha. Kwa hiyo, afisa utumishi, hilo bwana ulifahamu, ikitokea kuna uzembe na ukabainika. Sisi wakati niko wizara ya maji makao makuu, kuna wahandisi ambao hata mimi walimfundisha kazi, lakini walipozembea, wewe wakawambia, basi rudini pale makao makuu mkanywe chai kwanza, mjifunze, kwa sababu inawezekana madaraka yamefanya nini, yamemelewa kidogo. Kwa hiyo huu ndio mwelekeo wetu na hili sikutaka nilizungumze mimi na mkurugenzi, kwamba nyinyi wote mpaka wasaidizi ni watumishi. Na nimewaambia makusudi kwamba mimi nilikuwa mtumishi mwenzenu kwa maana kwamba najua adha zote najua na raha zote za utumishi. Mimi Msambaa wa Milingano pale. Ningepanda ndege lini, nikaenda Marekani, nikaenda Ulaya, nikaenda huku, nikaenda huku kama siokuwa wizarani pale. Kuna raha zake, saa zingine hela zinabadilika badala ya kuwa TSH zinakuwa ni dola, lakini ni utendaji mzuri. Saa zingine hata bosi anaweza akasema, bwana, kwa idara hii nawatengenezea utaratibu. Mheshimiwa mbunge wakafanye tu kidogo na mimi naombea, tuko pamoja, na mimi naongezea hapo, wakafurahi. Yale ambayo mnahisi mimi kama mbunge wa jimbo hili naweza nikayasaidia mara moja, msisite. Na kwa bahati nzuri mbunge jirani mwenzangu Profesa Riziki Silas Shemdoe leo ndio waziri wa TAMISEMI, kwa hiyo sasa protokoli huenda wewe kumpigia moja kwa moja ni ngumu. Lakini mimi nikimpigia ataniambia ah, mheshimiwa mbunge mwenzangu. Kwa hiyo tunaongea, tunaiweka sawa. Kwa hiyo haya, naomba kawaida ya utendaji sio kwamba mkurugenzi ndio akuite wewe kwamba bwana Mbaga fanya, ah wewe ndio unakuja mezani. Sijui kama kule wizarani tumelelewa vibaya. Yaani, unakuja hapa injinia, unakaa na katibu mkuu mpaka unamchosha anakwambia ah, injinia bwana tuishie hapo. Naona tunaweza tukafanya hivi tukafanya hivi hapa tutafanya hivi tutafanya hivi mpaka anashiba. Kwa hiyo nyinyi huko ndio waanzilishi. Kwa hiyo kama mna mambo mnayapeleka kwa wakuu wa idara, wakuu wa idara mnajadilia nao, yeye akija nalo kwa, kwa mkurugenzi, naye anakuwa ana multi solutions, ana suluhu nyingi za kuweza kulitatua hilo. Kwa hiyo mimi niwaondoe shaka kwamba lengo ni ushirikiano. Kwa hiyo mimi waheshimiwa madiwani, hawa kuna wengine huenda wameshapitia utumishi wa umma kama sisi, kuna wengine bado hawajapitia, lakini tutajitahidi, kwa sababu mimi nitakuwa ndio menta kati ya nyinyi na mimi na wao, kwamba hii mheshimiwa, kidogo iko hivi, liko hivi. Kwa hiyo najua hata zikifika zile tarehe za mwenge, hapa kuna mchaka mchaka wa ajabu kidogo. Sasa mara nyingi wakati ule ndio watu kidogo hukonda, kwa sababu lazima mwangalie, mnakuja kukaguliwa. Lakini ningetamani kama nilivyoona yale matangazo ya hati safi, basi yaendelee zaidi, na mimi hilo sina mashaka, na kama mmeongezwa zaidi, maanake tuna mategemeo makubwa sana. Lakini mkurugenzi hapa, sija sijasikia kada ya afisa mazingira hata muda wa kuondoka ukifika unaondoka mapema. Na najua kuna wengine huko wanasema huyu jamaa bora amebakia tu na ubunge wake, kuwa waziri sasa wa TAMISEMI <gulia> hapana, sio hivyo. Lengo sio kukomoana, lengo sio kukomoana, kwa sababu tunaamini kabisa nyinyi ni watendaji wazuri, ndio maana mmeaminiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu imewafundisha serikali hiyo kwa kutumia kodi zake. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa, kwa ufupi tu nilitaka ni nieleze hilo kwa nyinyi ambao ni watumishi kama nilivyokuwa mimi mtumishi. Na mimi kwa kweli ni mwepesi sana kufikika. Nadhani inawezekana katika wabunge ambao mmejaliwa kuwapata wepesi kufikika ni mimi. Kwa hiyo kama kuna jambo linahitaji tushauriane, basi tuta tutafanya yale mambo ambayo yanahusu mambo ya elimu, shule ya msingi sekondari, kule kwenye changamoto, naomba kupitia mabaraza yetu haya ambayo ndio yanabariki, basi tuone kila kitu ambacho ni muhimu kukifanyia kazi haraka. Mengine mazuri mtayasikia kupitia mkurugenzi na wakuu wa idara. Tukitoka hapa, kuna mambo tunaenda kuyachakata. Tunataka Bumbuli yetu hii kwa miaka hii mitano basi iwe Bumbuli ya kuacha alama, Bumbuli ya tabasamu, Bumbuli ya matumaini. Sitegemei kuwe kuna uonevu, sitegemei hilo, naamini kwa sababu hata afisa utumishi huko ndio msimamizi mkubwa wa haya. Ndugu zangu watumishi wa umma, lazima mjue kwamba nyinyi mnategemewa sana na Watanzania hasa Wabumbuli, kwa nyinyi ambao mko hapa. Kwa hiyo fanyeni kazi zenu kwa weledi, fanyeni kazi zenu kwa uzalendo, yaani mjisikie kwamba wewe kama kama mtani wangu hapa yuko hapa lakini kuna wabumbuli nao wako kule. Kwa hiyo ukijitoa ujue kuna wabumbuli kule nao wanajitoa, wana kwa hiyo mimi nishukuru ni kwanza kwa kunisikiliza lakini ilikuwa na haya machache tu, kwanza ya kushea leo. Sikutaka tuongee mabunge mabu. kwa kuweza kupata kura nyingi za kishindo na kuwa mbunge wetu la jimbo la Bumbuli, lakini umezungumza mengi jana. Nilikuwa nafuatilia ziara za viongozi wengi. Sasa kuna yule waziri wa vijana, badala ya kumaliza maongezi yake aliuliza maswali na kijana mmoja akanyosha kidole akamuuliza waziri, naweza kusema kweli? Akamwambia asema kweli. <coughs> Sasa mimi naomba niseme kweli kwa mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, kwa Kiswahili, so tunasema mgeni anapokuja, na sisi wenyeji wako ndio tunavyokupokea. Kwa kweli, mmekuja na nuru kubwa yenye matumaini. Kwa hiyo kwa niaba ya watumishi wote, na sisi tumekupokea tukiamini kuipata hiyo nuru kubwa ya matumaini kwa watumishi wote wa Bumbuli katika kutoa huduma kwa wananchi wa Bumbuli ambao kwa namna moja ama nyingine ndio wapiga kura wako. Lakini jambo la pili, tumepita pita sisi halmashauri kidogo tatu nne, huko kuna jambo mlizungumza la muhimu sana, na tutakutegemea wewe kama mbunge wetu pasipo kulisimamia hili, kwa kweli hata wataalamu hawa utendaji wao kazi tutakuwa ni mgumu, na jambo hili ni mahusiano. Mahusiano kati ya wataalamu, viongozi wanawake waliochaguliwa kisiasa, ukizungumza kuanzia wewe mwenyewe mbunge, tunakuja diwani, tunakuja mwenyekiti wa kijiji, tunakuja mwenyekiti wa kitongoji na ukiplasi wananchi h oh, haya maeneo matatu, mtaalamu mwananchi na viongozi wote wa kuchaguliwa huko kwenye vijiji, ukipita mpaka kwenye kata, kesi kubwa yani diwani kumchukia mtaalamu, na anamchukia pasipo sababu, mwenyekiti wa kijiji kumchukia mtaalamu, ukimwambia sababu hana sababu. Sasa hapa ulitangulia kwa maneno mazuri sana na uzuri na wewe uzoefu huo nao ulishafanya kazi kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo changamoto kubwa ukiweza kuitatua hii katika mahusiano yaliyo mazuri, hata jimbo lako litakaa vizuri, na hata kipindi kinachokuja basi wapiga kura wako watakupa kura za kishindo sana. Lakini jingine niombe pia, ulizungumza kwamba na sasa hivi ni kweli, tunafurahi kwenye wilaya yetu hii tumepata waziri mwenye zamana na uko naye karibu sana napenda kuzungumza kwa kufuata mifano. Wakati wa msiba wa Pilipili, nafikiri kuna msanii mmoja, wakati anapewa maiki alizungumza, we alizungumza, sio inakuwa ni nani, unafikiri Masanja Mpoki. Mpoki simu zetu sasa hivi tukipiga hampokei. Sasa, tunaomba simu zetu mpokee, simu nyingine sio za vimemo za kutoa ushauri tu. Sasa, na mimi naomba niatamke ile maneno baada ya kusema kwamba uko pamoja na sisi Inawezekana kevi au mtumishi yote akawa na shida au hata akashauri bwana, mheshimiwa mbunge, kuna moja mbili tatu, hapa mambo hayaendi. Naomba tu hizo simu, japo kuna utaratibu wa kuwasilisha, lakini wakati mwingine watumishi hata wananchi wanazidiwa, mtu ana paniki, anatuma tu hata message. Kwa hiyo hata wa kusema, tulimepokea, basi inatosha, tunafarijika sana. Sasa badala ya kusema hayo, nisitumie maneno mengi sana, kwa sababu tutakutana kwenye vikao vya, vya kisheria tutajadili mambo mengi yako pia utakuwa na ziara, kwa sababu ziara zako zote zitambatana na neno kubwa sana la shukrani. Tunakuomba Mungu akupe baraka nyingi, ufanye kazi yako kwa neema, na hatimaye tuone kabisa kwamba tunapata Bumbuli yenye matumaini, na wananchi wafurahi, na watumishi pia wafurahi. Asante sana Aha. Wito ulikuwa muda mfupi, lakini nimekuja kumsikiliza mbunge wetu. Tunawashukuru sana, tuendelee hivyo kama siku nyingine atapata wasaa akisema yuko tayari, basi tuendelee kusikiliza maelekezo ya viongozi. Baada ya maelezo haya, sasa ni washukuru, tutatoka na mheshimiwa mbunge na wakuu idara, nitawaomba pale ofisini, na nyinyi wengine ninawaruhusu mkaendelee na majukumu yetu ya kawaida. Muda wa kazi bado basi, mwende mkamalizie palipo bakia.